Kwa umuhimu ninawashukuru waajiri wangu wa Tanzania. Hakika wao ndio hamasa na chachu ya mimi kufanya yote haya. Nawashukuru kwa sala, dua na maombi yao bila kusahau ushirikiano mkubwa wa hali na mali katika kulijenga taifa au kuijenga Tanzania tunayoitaka na taifa linalotumainiwa. Mheshimiwa Spika, tangu bunge hili la kumi na mbili lianze kuna viongozi ndugu jamaa na marafiki waliotutoka. Kama tunavyojua, tuliondokewa na hayati dr John Pombe Magufuli, rais wa awamu ya tano. Vilevile tuliondokewa pia na hayati mzee Ali Hassan Mwinyi, rais mstaafu wa awamu ya pili, hayati Cleopa David Msuya aliyekuwa makamu wa kwanza wa rais na waziri mkuu mstaafu, na hayati Edward Ngoyae Lowasa aliyewahi kuwa waziri mkuu. Mheshimiwa Spika, hata katika bunge hili wapo pia wabunge wenzetu, tulikuwa nao wakati nikizindua bunge hili tarehe ishirini na mbili mwezi wa 4 2021, ila sasa wametangulia mbele ya haki. Hivyo naomba tusimame dakika moja kuwaombea Mwenyezi Mungu azipumzishe roho zao mahali pema peponi.